Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi sasa. Tuanze simulizi letu la leo. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya maisha ya Humphrey Pole Pole. Kaa na mimi chonjo, ugundue mengi yenye historia ya sasa na ya kale. Tupo ajili ya kukuhabarisha tena na tena, hivyo usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pengwa Typhoon Film TZ. Katika historia ndefu ya siasa za Tanzania Jina Humphrey Pole Pole linabaki kuwa alama ya utulivu, ujasiri na upendo wa kweli kwa taifa lake. Alizaliwa katika familia ya kawaida yenye misingi imara ya maadili na heshima. Tangu akiwa mtoto, alikuwa na ndoto kubwa, ndoto ya kuona nchi yake ikisimama imara, ikijitegemea na watu wake wakiishi kwa umoja na haki. Alikulia katika mazingira ambayo yalijenga moyo wa uzalendo. Wazazi wake walimlea kwa nidhamu, wakimfundisha umuhimu wa kusimamia ukweli hata pale inapokuwa vigumu. Shuleni, Humphrey alikuwa mwanafunzi makini mwenye bidii na hamu ya kujifunza mambo mapya kuhusu jamii, historia na viongozi waliopigania uhuru wa Tanzania. Mara nyingi walimu wake walimuita mwanasiasa kijana kwa sababu ya hoja zake nzito na namna alivyokuwa akiweza kujenga hoja za kizalendo hata akiwa mdogo. Kadi alivyoendelea kukua upeo wake wa kufikiri ulizidi kupanuka. Alielewa kwa kina maana ya uongozi wa kweli, kwamba uongozi sio madaraka, bali ni wajibu wa kulinda maslahi ya watu. Ndipo akachukua mkondo wa maisha yake kuelekea kwenye siasa na utumishi wa umma. Safari yake ndani ya siasa ilianza taratibu, lakini kwa uthabiti. Alijiunga na chama tawala cha chama cha mapinduzi CCM ambacho kwa muda mrefu kimekuwa ngome ya viongozi wazalendo. Humo, Humphrey alijipambanua kama kijana mwenye misimamo thabiti, mwenye hoja za kimaendeleo na maono ya kizalendo. Uwezo wake wa kuwasilisha mawazo kwa uwazi na busara ulimfanya avutie macho ya viongozi wakuu wa chama. Miaka ilivyopita, jina lake lilizidi kung'aa. Hatimaye akateuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, nafasi ambayo si rahisi kuitumikia bila moyo wa dhati. Katika nafasi hiyo, Humphrey Pole Pole alisimama imara kama nguzo ya chama, akihubiri umoja, maadili na utiifu kwa serikali. Alijulikana kwa hotuba zenye uzito na maarifa, akizungumza kwa utulivu lakini kwa nguvu ya hoja. Wakati wa uongozi wa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Pole Pole alijitokeza kuwa mmoja wa wanasiasa waliomuunga mkono kwa dhati. Uhusiano wao ulijengwa juu ya misingi ya heshima na kazi. Humphrey alimwona Magufuli kama kiongozi wa maono mwenye uchungu wa kweli kwa taifa na mwenye uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa manufaa ya Watanzania. Mara nyingi aliwahi kusemewa kuwa sauti ya busara ndani ya chama kwa sababu ya jinsi alivyoweza kutuliza mijadala mikubwa kwa hekima na ukweli. Chini ya utawala huo, pole pole alisimama kama mlinzi wa sera, akihakikisha maono ya maendeleo ya rais yanawafikia wananchi. Hakuwa mwanasiasa wa makelele bali wa vitendo. Alijulikana kwa maneno yake ya hekima: siasa ni chombo cha kuwatumikia watu, sio jukwaa la kujitumikia. Kauli hiyo iliwagusa wengi, hasa vijana waliokuwa wakimwona kama mfano wa kuigwa. Licha ya changamoto na maneno ya wapinzani wake, Humphrey Pole Pole hakuwahi kuyumba. Aliendelea kufanya kazi kwa bidii, akisimamia imani kwamba taifa imara hujengwa kwa umoja, nidhamu na uwajibikaji. Hatimaye kutokana na utendaji wake bora na uaminifu aliyouoitesha, serikali ilimtuma nje ya nchi kutumika taifa katika ngazi ya kimataifa. Akateuliwa kuwa balozi wa Tanzania kwenye Kuba, jukumu kubwa lililomtambulisha zaidi kama kiongozi mwenye heshima na uwezo wa kuwakilisha nchi yake kwa hadhi. Kama balozi, aliendeleza urafiki wa historia kati ya Tanzania na Kuba, urafiki uliokuwa umeasisiwa tangu enzi za Mwalimu Julius Nyerere na Fidel Castro. Alihakikisha kwamba ushirikiano katika elimu, afya na teknolojia unaimarika, hasa katika eneo la madaktari na wataalamu wa afya kutoka Kuba kuja kuwasaidia Watanzania. Katika kipindi chote hicho, familia yake ilibaki kuwa nguzo muhimu maishani mwake. Waliendelea kumpa moyo, kumtia nguvu na kumkumbusha thamani ya upendo na uaminifu kwao. Humphrey Pole Pole hakuwa tu mwanasiasa, alikuwa baba kaka na kiongozi mwenye moyo wa huruma. Watanzania wengi wanamchukulia Humphrey Pole Pole kama mfano wa uongozi wa utulifu. Wengine humwita mwanafalsafi wa kisiasa kutokana na namna anavyopima maneno na kutanguliza busara kuliko hasira. Ni nadra kupata wanasiasa wanaojenga hoja bila chuki, na hapo ndipo Humphrey Pole Pole alipojitofautisha na wengi. Cha kujifunza kwa maisha ya shujaa huyu ama mwamba huyu Simulizi ya Humphrey Pole Pole inafundisha kuwa uongozi wa kweli hauhitaji kelele, bali utendaji, uvumilivu na moyo wa kujituma. Inatufundisha pia kwamba kizalendo ni kitendo, siyo maneno. Mtu anaweza kuwa mdogo katika cheo, lakini mkubwa katika maadili. Kwa vijana wa Tanzania na Afrika kwa ujumla, maisha yake ni mfano kwamba mafanikio hayaji kuwa haraka, bali kwa juhudi, nidhamu na uaminifu. Usisahau, stori hii ina mwendelezo hivyo hivyo. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ. Asante.